Ikua Igunga, walikuwa Igunga mkutano, sijui wamefanyiwa vurugu Nanyile, na nyinyi mnafikiri mmeona kwenye vyombo vya habari vurugu zimetimuka pale Igunga, lakini bila busara Makamu wao mwenyekiti John Heche ametweet kwamba mkutano wetu vurugu hizi tumefanyiwa na vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nimeshangaa sana. upo usemi kwa Kiswahili, lakini ningeweka kwa Kiingereza, unasema kama kifaa ulichonacho ni nyundo, usikariri kwamba kila tatizo ni msumari. Yaani, kama wewe umebeba nyundo usikari, kwa hiyo usikariri kwamba kila tatizo linahusu msumari. Kwa hiyo nataka nimwambie John Heche, kwanza, chama cha mapinduzi kisihusishwe na tukio hilo, ni tukio la kitoto. Chama kikubwa kama CCM hatuwezi kushiriki tukio kama hilo, lakini la pili, John Heche aelewe Chadema sio mshindani tena wa chama cha mapinduzi, kwa sababu katika uchaguzi huu hawashiriki uchaguzi. Sisi tuna masilahi gani na mkutano huu?